Unaelewa nini unaposikia deni la taifa limeongezeka? Msasa Media imezungumza na baadhi ya wa wakazi wa Mbezi, Dar es Salaam, na hapa wanaeleza. Nadhani ni kutokana na maendeleo chanya ya serikali. Serikali yetu inafanya mambo makubwa, na ndio maana tunaona deni pia linaongezeka kutokana na mambo ambayo sisi kama taifa hatuwezi kukontrol wenyewe. Tunahitaji msaada kutoka nchi zilizoendelea kwa, na ndio maana tunapata hilo hilo deni. Kwa mfano tunaangalia sasa hivi tuna SGR ambayo tuliachiwa na mzee wetu Magufuli, rais anamalizia sasa, kutokana na ile mipango mikubwa na bajeti kubwa ya serikali, ndo maana tuna tu, linatokea matokeo ya deni la taifa kuongezeka. hmm, kwa hapo, kwa kwa kweli sielewi chochote, hawalei chochote Hapana. mimi nachokijua kutokana na, na mzee mzee kamwachia mama majukumu mazito sana. Anaamini kwamba nyuma kulikuwa na madeni makubwa sana, kutokana yeye anachokifanya ni muendelezo. Kwa hiyo yeye tusimlaumu sana, kwa sababu anafanya muendelezo kutokana na, na mzee alotuacha. Ikumbukwe hapo jana, mdhibiti na mkaguzi mkuu wa serikali Charles Kichere akiwa mbele ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, alitoa ripoti na kusema kuwa deni la taifa limeongezeka na kufikia shilingi trilioni 97.35. Hii ina maana gani? Nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya kiuchumi Marcus Albani na hapa anaeleza ongezeka kwa deni la taifa maana yake ni kuongezeka kwa kiasi cha fedha nchi inayodaiwa na, na, na wahifadhi au wahisani wake wa ndani na nje ya nchi. Na kama unavyofahamu deni la ndani ya nchi kwa sasa ni takribani asilimia thelathini na tano ya deni lote. Tunapoongelea hizi jumla ya trilioni tisini na saba zinazodaiwa nchi, karibu trilioni thelathini na tano na ushee za wadai wa ndani na zilizobaki ni deni la nje. Ongezeko la deni la taifa lina njia kubwa mbili. Moja ni, ni. Yeah. Ni ongezeko halisia la fedha ambazo nchi imezikopa ndani ya kipindi cha mwaka huo kutoka kwa wadeni wake, lakini cha pili ni ongezeko linalotokana na riba inayotokana na deni la zamani, kitu ambacho kinafanya lile deni kuendelea kukua kutokana na ulipaji hafiru licha ya deni hilo, lakini mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali anasema kwamba deni la taifa ni himilivu. Je, maisha ya mtanzania mmoja mmoja hayaathiriwi na deni hili? Deni la taifa linavyoongezeka, maana yake watakaolipa ni watanzania kwa kupitia ukusanyaji wa kodi na labda matumizi ya rasilimali za nchi. Serikali inawajibika kulilipa hili deni kwa niaba ya watanzania, kwa hiyo wanaolipa ni watanzania kama tutaathirika au tutanufaika inategemea sana kwenye mambo mawili: moja, fedha zilizokopwa zimetumika kwenye miradi gani, na kama miradi hiyo ina tija au haina tija. Nitaonyesha kama tutanufaika kiasi gani, na kama miradi hiyo hii tunayoiona ya ujenzi wa miundombinu mikubwa, barabara za mwendo kasi, ujenzi wa treni ya umeme SGR, uboreshaji wa miundombinu sio tu ya usafiri bali miundombinu mingine kama ya viwanja vya michezo, miradi mikubwa ya miundombinu ya maji na usambazaji wa huduma kwa jamii, ujenzi wa mahospitali na shule, basi deni yeah, hili lina tija kubwa yeah, kwa Watanzania. Endapo linatumiwa vibaya, jambo ambalo pia nimesikia kwenye ripoti ya mkaguzi na mdhibiti mkuu wa serikali akisema uh, kiasi cha takribani bilioni mia mbili thelathini na saba zimetumika katika miradi isiyo na tija kwa nchi. Hilo ndilo tunaweza tukalizungumza kwa kina, lakini jambo la pili ni ule uhalisia kwamba mwisho wa siku fedha hizi lazima watanzania wazilipe. Kwa hiyo kama zimetumika kwa tija, ina maana tutazilipa kwa faida, na kama zimetumika bila tija, basi tutazilipa kwa hasara. na mkwapo, mtazamaji, unaelewa nini unaposikia deni la taifa limeongezeka? niandikie maoni yako katika uwanja wa komenti. Ni Msasa Online na mimi ni Esta Madege.